Leo tumepata majina kupitia katibu wa nek tikadi siasa na uenezi Taifa, ndugu yetu kena ni kiongozi. Tumepata majina ya wenye viti wa halmashauri, tumepata majina ya mameya na manaibu meya wa nchi nzima, lakini kama kanuni zinavyotaka Chama cha Mapinduzi mkoa wa Iringa, ni jukumu letu pia kuwajulisha na kuwajuza wanachama na wapenzi na wakereketo wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Iringa, basi majina yale ya manaibu meya kwa, kwa mkoa wetu wa Iringa lakini makamu wenye viti kutoka halmashauri zetu za mkoa wetu wa Iringa. Kuliko mbele yenu hapa, niseme wazi kwamba kikao cha kamati ya siasa halmashauri kuu ya CCM mkoa kilichoketi tarehe 23 mwezi wa 11 2025 chini ya mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa mzee wetu maridadi kabisa, Comrade Daudi Yasini, pamoja na mambo mengine kiliojadili na pia kilifanya uteuzi wa wagombea nafasi ya naibu meya kwa manispaa ya Iringa Iringa, makamu mwenyekiti wa Mafinga mji na makamu wenye viti wa halmashauri ya wilaya ya Kilolo na Mufindi na majina yaliyoteuliwa ni kama yafuatayo. Tukianza na manispaa ya Iringa, naibu meya wa manispaa ya Iringa walioteuliwa ni ndugu Bashiri Richard Mtove na namba mbili ni Jackson Kalisto Chatanda. Lakini ukienda pale halmashauri ya ya mji wa Mafinga, chama kilifanya uteuzi kwa wanachama wawili ambao ndugu ni ndugu Steven Adamu Msigwa lakini ndugu Baraka Frenki Kisakanike. Lakini pia ukienda halmashauri ya wilaya ya Iringa, chama kilifanya uteuzi wa wanachama watatu. Moja alikuwa ni Constantino Daniel Makala lakini wa pili alikuwa ndugu Julius Modestus Mbuta na watatu alikuwa ndugu Yohely Lukas Mofuga. Ni ndugu zangu waandishi, pia chama kilifanya uteuzi ya viongozi hao wa makamu wenye viti katika halmashauri ya wilaya ya Kilolo ambapo kilifanya uteuzi wa wanachama wawili. Mmoja alikuwa ndugu Hezron Joseph Nganyagwa na pia alikuwa ndugu Rahmani Ibrahim Mkakatu. Na chama pia kilifanya uteuzi katika halmashauri ya wilaya ya Mufindi ambapo kiliteua wanachama watatu kwa viongozi wa makamu wenye viti ambao moja alikuwa ndugu Negro Lusani Sanga na pili alikuwa ndugu Flavian Christopher Mpanda na watatu alikuwa ndugu Issa Idd Manga. Kwa ndugu waandishi wa habari, mtagundua sasa ni mchakato wa kuweza kuwapata makamu wenye viti wa halmashauri wa halmashauri zetu ndani ya mkoa wa Iringa. Na kule watakaenda kufanya uchaguzi watapata viongozi ambao watakwenda nao kwenye halmashauri ya, ya ya ya, manispa, ya manispaa pamoja na halmashauri ya mji kwa maana ya Mafinga na halmashauri za wilaya ili kuweza kupata wagombea wetu ndani ya halmashauri yetu ndani ya mkoa wetu wa mkoa wa Iringa katika hizo halmashauri ambazo nimeweza kuzitaja.